na takiwa nishukuru Mungu kwa sababu hicho hicho nilicho nacho, kuna ambao wanatamani wakipata hicho hicho, hicho, hicho. hicho, hicho. hicho, hicho. hicho? Hey. Kwa hiyo kwenda mbele za Mungu, shukrani, Mungu, Mungu kwa shukrani ni jambo la msingi sana. Sisi hatuna cha kumlipa Mungu, hatuna Mungu yetu cha kumlipa Mungu tu ni shukrani yetu kwake, hivi Niko hivi nilivyo, ni neema ya Mungu. Uko hivyo ulivyo, ni neema ya Mungu. Basi tu usifikirie sana, utakuta watu wengine. Alikukuta mtu mmoja amechoka kabisa kiuchumi, wanawaza kaa anaimba kwaya wana shiriki naye kanisa moja, alafu kwake yeye ndio inakuwa sasa teme, kwa lugha yetu nyingine tunayotumia wa ana, ana wapendwa, ikiwa umefa